Kabla ya kuingia mkoani Kilimanjaro, Dkt. Samia amekutana na wananchi katika wilaya ya Korogwe mkoani Tanga akiwekea mkazo ahadi ya serikali kushirikiana na vyama vya ushirika katika kufufua mashamba na viwanda vilivyokufa. Mwisho wa kampeni zake katika mkoa wa Tanga ndio mwanzo wa kampeni za mkoa wa Kilimanjaro. Hapa ni Mombo, na uwapo hapa unakaribishwa na ukarimu wa watu wa mji huu, lakini swala kubwa zaidi ni biashara zinazofanyika hapa, hususan uchomaji wa nyama. Nyama mama leo ataonja, tunamtamani na aje naye mama aonje nyama. Nitampelekea nyama mama. Aje amaliza pande, naye atakula pande, ndio karimu tuliojaliwa na Mungu. Yaani sisi cha kwanza stendi, cha pili soko, cha tatu barabara za katikati. Hodi Same Kilimanjaro. Akiwa anafika hapa kutoa sauti ya matumaini kwa wakazi wa eneo hili la kaskazini mwa nchi ni mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi Dkt. Samia Suluhu Hassan, akiwa anapokelewa na umati. Kutoka hapa Same Kilimanjaro, kuna changamoto ya wa wanyama wakali wa porini wanaoingia mashambani na kuharibu mazao na kadhia hii sasa ipo kwenye wilaya ya Mwanga, maeneo ya Tohola, Kwakoa, Kigonigoni, Dagao na Kivisini tunachokwenda kufanya. Tunachokwenda kufanya ni kuongeza nguvu ya kudhibiti wanyama kwenye maeneo haya, tutajenga vituo vya uangalizi taweka askari wa doria na vifaa vya kisasa vya kufukuza tembo tu. tumefanya majaribio tumefanya majaribio pale Korogwe, tumeweka vifaa vya kisasa tumeweka drones za kuangalia mienendo ya tembo, na tumefanya kazi ya kuavisha tembo vidani vyenye alama maalum. Hiyo kazi pia tutakuja kuifanya maeneo haya.